Assalamualaikum, assalamu alaikum, as alaikum, mabibi na mabwana, kutoka kila kona ya dunia. Wanasema eti wanataka kuonyesha Tanzania ni yetu sote, ndio maana wanataka kuiondoa sisi madarakani. Wanasema sote na sote, ni wote. Operesheni Zinduka namba tano iko hewani. Hoja kujibiwa kwa hoja, sivi hoja? Ndugu zangu, karibuni. Tunaendelea na Operesheni Zinduka, na watu wanazidi kuelewa tunachokisema, wengi wanazidi kuamini tunachokisema, na tunazidi kukifungua. Kama nilivyoahidi Ijumaa iliyopita, mada ile nilioonyesha nini kimetokea imepokelewa vizuri na watu ambao walikuwa hawajua hawajui nini kimetokea sasa wanajua na wengi wamezidi kufunguliwa. Tumeanzisha kundi la WhatsApp ndani ya masaa ishirini na nne likuwa limeshajaa watu mia moja na watu wengine mamia wako pembeni wanasubiria. Kuna uwezekano tukaanzisha kundi jingine la pili au kuna utaratibu mwingine, nitaangalia namna gani ya kufanya. Lakini sasa hivi kundi lile la kwanza tulilotangaza Ijumaa jioni, kabla ya Jumapili asubuhi, lilikuwa limeshajaa Watanzania walio zinduka na wako tayari kuwazindua wengine. Ndugu zangu, niliahidi kwamba wiki hii tutatumia sehemu kubwa kujibu hoja mbalimbali, hasa za watu wanao waliompokea Lowassa. Na ambao wanaonekana kukubali utapeli huu wa kisiasa ambao Watanzania wanajaribu kulazimishwa kuununua. Aa, lakini wengi wameanza kuzinduka, na sasa wengi wanazidi kuelewa nini kinaendelea. Kwa hiyo tukasema kwamba tutajibu hoja zao hawa wote, tena bila huruma. Tutazichambua moja baada ya nyingine na kuonyesha ni kwa nini watu wenye akili timamu hawawezi kutoa hoja kama hizo akabakia timamu. Leo nataka nianze na hoja moja tu muhimu sana na nitaendelea na mambo mengine kesho. Aa, na siku nyingine baadhi ya mambo ambayo pia tutagusa wiki hii tutaifumua vizuri sana Richmond. Aa, watu wengi wanajaribu kujaribu kufanya tupuuzie kilichotokea Richmond. Aa, baadhi ya watu ambao wana mamlaka makubwa sana kuzungumzia Richmond tunaelewa kwa undani zaidi ni mimi. Aa, sidhani kama kuna mtu mwingine ukiondoa wale kina waliokuwa kwenye ile kamati ya utume ya bunge, kamati teule ya bunge iliyoongozwa na Mwakembe. Aa, baadhi yetu tunajua zaidi na tutafunua mambo ambayo wengine hamkuwa mkijua. Kuna mambo mengi. Tunapomkataa Lowassa hatumchukii. Tuna tofauti naye tu za msingi zilizo wazi. Lakini leo nataka nianze na hoja moja ambayo imekuwa ikisukumizwa siku hizi karibuni; watu wanaotaka mabadiliko wenyewe wanasema wanataka tu kuiondoa CCM. Mojawapo ya hoja ambayo imekuwa ikisemwa sana ndugu zetu hawa. Show ya leo haina transcript kwa hiyo nazungumza kutoka moyoni tu. Hoja hii inasema tu kwamba sisi bwana, tunataka kuiondoa CCM, tunataka kuionyesha tu CCM ili kwamba CCM Ikulu sio yako peke yao, kwamba Tanzania hii ni yetu sisi sote. Tunataka tuwaonyeshe ili wajue, ili kwamba hata kwa baadaye tuweze kubadilisha vyama, tuweze kufanya nini na nini. Hii tunataka kuwaonyesha ili kwamba CCM, kwamba Tanzania ni yetu sote. Ndugu zangu, hoja hii inasikika vizuri kwenye masikio ya watu, lakini hoja miongoni mwa hoja muflis. Hakuna Mtanzania ambaye hajui kwamba Tanzania ni yetu sote. Tarudisha nyuma kidogo tu, kwa sababu hoja hii iliwahi kutoka huko miaka nyuma, miaka karibu hamsini iliyopita hivi. Mara baada ya uhuru Baba Taifa kakutana na kundi la Watanzania weusi ambao walikuwa wameanza kujenga hoja kwamba Tanzania ni e, Tanzania ya weusi. Watu wote wengine ambao sio weusi, basi waje kama wageni tu, hata e, kama ni raia wa Watanzania, wasiwe kama Watanzania wengine, kwamba utanzania ule upimwe kwa rangi e, wengi mnakumbuka mambo ya Joyce, ya hoistem yule. Uh, miaka kadhaa nyuma hivi nilimshukia vibaya sana wakati Richa Adhia ameshinda Miss Tanzania. Uh, kwa sababu ni binti wa Kihindi, basi hakuwa Mtanzania mzuri, uh, kuwakilisha Utanzania. Wakati huo tulipinga vibaya sana, na kundi la watu ambao, kama nilivyosema, hoja hii si mpya, kwa hiyo Nyerere akakutana na hii hoja uh, kwa kiasi fulani ilichangia hata kwenye mapinduzi na nini yale uasi uh, wa jeshi 1964 lakini ilipo, ilipotoka sana ile hoja baadaye, Nyerere kwanza, ile 64 65, kwenda huko hadi mwisho, mwanzo wa mwaka 70, kulikuwa na msemo mmoja alikuwa ameusema na aliandika uh, eh, makala fulani, akasema Tanzania ni ya Watanzania na Watanzania ni wote. Sijui kama unaelewa eh, kwamba Tanzania is for Tanzanians and Tanzanians are all. Alikuwa anamaanisha kitu kimoja tu kwamba Tanzania ni ya wa Watanzania, na kama mtu ni Mtanzania, basi Mtanzania ni wote. Yoyote anayejiita Mtanzania ni Mtanzania. Si <laughs> tunataka kuwaonyesha tu kwamba Tanzania ni yetu sote, sote ni, sote. Sote hao ni wote wao waliompokea Lowassa hawana Tanzania zaidi kuliko sisi tunawamkataa Narudia tena ili unisikie vizuri kabisa, wao waliompokea Lowassa hawana madai kwa Tanzania zaidi ya watanzania wengine, kwa sababu Tanzania ni yetu sote na sote ni sisi sote, hata tunaompinga Lowassa. Ndugu zangu, nataka tu watu watusikie vizuri katika ee, siku ya leo kwamba tunaposema Tanzania ni yetu, ni yetu sote. Wao wana haki ya kumuuza Lowassa wanavyotaka wana haki ya kukubali uongozi wa Lowassa wanavyotaka, wana haki ya kumwimbia na kumpepea wakitaka, hata kufagia barabara. Wana haki ya kujilaza chini na kujigaragaza kumwimbia. Ndugu zangu, wanayo hiyo haki kwa sababu Tanzania ni yetu sote. Lakini tupo na sisi wengine, tuna haki ya kuwakataa, tuna haki ya kumkataa Lowassa na uongozi wa aina yake, na hatuna haki ya kupiga magoti mbele yake, kuinama. Sijui kama mnanielewa ndugu zangu, kwa sababu Tanzania ni yetu sote. Leo hii wamama watu wamevaa nguo za kijani na njano, sisiemu anapita Kariakoo, wanazomewa. Wanazomewa wamama watu, wajisikie kwamba wao ni duni katika nchi yao. Na kuna watu wana akili timamu, anarekodi hizi video, anatuonyesha wenyewe, anaonyesha hey, angalia sisiemu anavyokataliwa, mnazomea wamama watu eti kwa sababu nyinyi mnaitaka Tanzania. Nani amewaambia wao wamama Tanzania kwao ni ndogo zaidi, au wao sio Watanzania zaidi kuliko nyinyi mnaozomea? Umeshindwa hoja, kaa pembeni, usilete vioja. Tanzania. Tunaposema Tanzania ni yetu sote, ndugu zangu, sote ni wote. Sote ni pamoja na wale wana CCM ambao walimkataa Lowassa na wanaendelea kumkataa Lowassa pia. Hawa Tanzania ni yao kama wale wana CCM walioamua kumfuata huko waliko, na wao wawepo, lakini Tanzania ni yetu sote ndugu zangu, tunasema Tanzania ni yetu sote na sote ni wote. Wote ni wale ambao tunataka bunge, la chadema lina wabunge wengi ambao wataweza kuisimamia serikali. Mimi ninawahakikishia ukichukua bunge la chadema lenye kuisimamia serikali ya Magufuli litakuwa bunge zuri zaidi kuliko bunge la chadema litakaojaribu kumsimamia Lowassa. Hawawezi jamani, hawawezi. Simmeona mnataka kuchukua hiyo riski. Are you willing to pay the price? Mnasema hivi tena tena, hatari yake ni kwamba tunaweza tukajikuta bunge la CCM eti je kumsimamia Lowassa. Oh, ni kweli Tanzania ni yetu sote, sote ni, ni wote lakini wote ni pamoja na wale ambao wanamkata Lowassa. Nasema wote ni sote na katika hawa ni vijana na wazee, kina mama na kina baba, ambao wametawanyika nchi nzima, ambao wananisikiliza leo hii na watapata ujumbe huu kupitia sehemu mbalimbali, ambao wametambua utapeli wa kisiasa ambao unataka kufanyiwa taifa. Hawa nao ni wote, na wote hawa ni Watanzania. Tanzania ni yetu sote na sote ni wote. Nasema sote ni wote. Wote ni pamoja na wale walioko Tanzania na wale ambao tuko nje ya Tanzania. Mojawapo ya hoja zinazonitibua na zinaonyesha watu hawana wa akili ya kufikiri na hili si tusi. Simtokani mtu, hapana. Nasema tu kwa sababu mtu mwenye kufikiri hawezi kutoa hoja kama hiyo. Unamwambia una mtu kwamba wewe hauko Tanzania bana, huwezi kutuambia nini? Ala, kwani utanzania wangu ulipungua nilipopanda ndege ya kipawa. Mtu akiondoka Tanzania akapanda basi akaenda Kenya, utanzania wake umepungua? Mtu ametoka naishi anakaa Uingereza, utanzania wake umepungua? Kwa hiyo hataki. Mbona mnatuomba hela tutume nyumbani? Mbona tuna ndugu na jamaa wako nyumbani wanateseka. Mnafikiri sisi hatujui huko kupigika kulikotokea miaka hii yote? Jamani, sote ni wote na wote ni Watanzania. Hata tulioko nje, tuna haki zile zile kama nyinyi. Katiba ya Tanzania haisemi watanzania walioko Tanzania, inasema raia wa Tanzania na ukiwa raia wa Tanzania haijalishi uko wapi, haki zako ni zile zile, Hata kama upigi kura. Ndio maana nasema sote ni sote, hata wale ambao hatupigi kura safari hii. Kwani wale wanaopiga kura wamekuwa wa Tanzania zaidi kwa sababu wanapiga kura? Sote ni wote, lakini wote ni wa Tanzania. Hata sisi ambao tuko mbali na Tanzania, lakini mioyo yetu, mawazo yetu na fikra zetu bado ziko Tanzania, tuna maslahi na kile kinachotokea, kwani huyu atakayeteuliwa, huyu atakayechaguliwa hata kuwa rais wa wapiga kura peke yao atakuwa rais wa Tanzania na Watanzania ni wote ndugu zangu, nasema Watanzania ni wote, pamoja na Waislamu na Wakristo, Wahindu na Wabuda, Wayahudi na wasio wa na dini, wenye imani za jadi na wengine wenye kuamini makorokocho mengine, hata wenye kuamini miti, Tanzania ni yao.